Mtazamaji, hapa ni mahakama ya Tanzania, kituo jumuishi cha utoaji haki, na licha ya mambo mengine ambayo yanaendelea hapa hii leo, kanisa la ufufuo na uzima ambalo linaongozwa na askofu Josephat Gwajima, na kesi hiyo imefunguliwa hapa katika Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma. Lakini uh, majira ya asubuhi waumini wa kanisa la ufufuo na uzima makundi kwa makundi walianza kuwasili hapa, na na kuonyesha picha ya kwanza kabisa ni hii picha ambayo uh, wanawasili wakiwa na magari yao na wakati wanashuka na pia unaweza ukaona baadhi ya picha ambazo uh, uh, nakuonyesha hapa wakati waumini sasa wakielekea katika lango kuu la mahakama, na hii ni kabla ya kufika ndani ya ukumbi wa mahakama, ambapo pia nitakuonyesha picha za ndani ya mahakama wakati waumini hao wakisubiri kesi yao kuanza kusikilizwa. Kesi hii inaongozwa na wakili Peter Kibatala ambaye yeye anasimama kwa upande wa utetezi, kwa maana kwamba anasimama kwa upande wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Lakini kwa sababu ya wingi wa waumini ambao wamefika na wamefurika katika ukumbi wa mahakama, maana yake kwa hivi sasa ni kwamba skrini zitafungwa ili wale ambao watashindwa kufika katika ukumbi huu ambapo kesi inasikilizwa waingie katika ukumbi mwingine kwa ajili ya kuendelea kufuatilia uh, kesi hii. Mimi ni Ronald Sonyo, hii ni TMC News, hadi wakati mwingine ambapo tutakuja tena hapa kwa ajili ya kukujulisha yale ambayo yamejiri mara baada ya kesi hii kusikilizwa.